Hatua hii imekuja baada ya kushuhudia kwa mivutano kati aliyekuwa kiongozi wa jimbo hilo uh, Getachew Reda na kiongozi wa kikosi cha Tigray Peoples Liberation Front TPLF Debrison Gabriel Michael. Katika harakati za kujaribu kutuliza na kuepuka mgawanyiko zaidi, waziri mkuu Abiy Ahmed amemteua Werede ambaye alikuwa naibu Wereda kushika nafasi hiyo. Kiongozi huyo mpya ameahidi kuongoza kwa weledi na kuhakisha kuwa watu wanaomiliki silaha wanazirejesha, kurejesha watu waliokimbia makazi yao kwa sababu ya vita na kuandaa jimbo la Tigray kushiriki kwenye uchaguzi. Waziri mkuu Abiy kupitia ukurasa wake wa X ameandika kuwa mabadiliko ya madaraka yamefanyika kwa amani na kuongeza kuwa kiongozi huyo mpya ana ufahamu mkubwa wa changamoto zinazowakabili wakazi wa Tigray. Wachambuzi wa masuala ya Ethiopia wamekuwa wakisema kiongozi wa zamani Getachew alikuwa amepoteza maeneo mbalimbali katika jimbo hilo baada ya kundi lenye silaha na linaloongozwa na Debretsion kudhibiti